Kuna mtu ana mamlaka juu ya nyumba. Maandiko anasema Yesu akaenda akakutana na akida mmoja, yule akida akamwambia, mtumwa wangu awezi, anaumwa, yuko katika hali ya kufa. Yesu akamwambia, nitakuja nyumbani kwako. Akaambia, sihitaji uje nyumbani kwangu, tamka neno tu, maana mimi katika nyumba yangu ni mtu mwenye mamlaka. So huyo akida alikuwa na mamlaka juu ya nyumba yake. Anasema nikimwambia huyu nenda anaenda, nikimwambia huyu rudi anarudi. So the anointing at the level of the house is the called parental anointing. Baba yako akiwa na upako, mama yako akiwa na upako, akikwekea mikono maanake, kuna mamlaka katika leva nyumba yaani, baba yako wewe, chazi ana mamlaka juu ya damu yako kuliko na yote hapa duniani. Kwa sababu ana authority ya nyumba ya chuo. Huyu mtu anamwambia Yesu, usije tamka neno, kwa sababu mimi na mamlaka, ila sina neno ilo. Ilo neno likienda na mamlaka yangu, chochote nikikiambia kitoke nyumbani kwangu kinatoka nikiambia kiingie kinaingia, lakini nimekosa, nimekosa neno. We tamka neno halafu mamlaka yangu mimi <coughs> mara basosi para bababbaba baba. Kuna vitu lazima uombewe na baba yako na mama yako. Kuna maombi ya baba, kuna maombi ya mama. Na kama we ni baba na kama we ni mama, natakiwa na na ujue hichi kitu. Maandiko anasema hivi, mwanangu Sikiliza mausia ya baba yako, usisahau sheria ya mama yako. <laughs> So maombi ya baba au neema ya baba ni mausia, lakini kwa mama ni sheria. So the instruction of your destiny is coming from your father. Why father? The word father come from the word source Father father, is is the source of a a family. family. Without a father, there is no family. So, so your father is giving instruction, but your mother is giving the the the law. law. So we have the instruction and the law. Maya Bakos. Baba akisema hivi nyumbani kwangu sitaki mtu aludi nyumbani zaidi ya saa kumi na mbili John, Baba anatoa maelekezo, anatoa instruction hiyo. Instruction akipokea mama, ni sheria, ole wako, kwa sababu unavorudi anayekuona ni mama. So kuna level, anointing level ya familia, na ndio maana ni muhimu sana baba yako na mama yako wakutamkie baraka, kwa sababu hii uishi maisha marefu Hauhitaji kuombewa na nabii yoyote, unahitaji kufata maelekezo ya authorit ya, ya au mamlaka ya nyumbani kwenu. Maandiko anasema waheshimu baba yako na mama yako ili upate heri. Neno heri baraka, neno ole ni lana. So kuishi maisha marefu ni zao la kuheshimu, na ameongelea katika haya maandiko, ameongelea wazazi wa aina wa mbili, ameongelea wazazi katika Bwana na anaongelea wazazi katika mwili wanaweza kukuambia wapi unatoka, yani baba yako na mama yako wa pale nyumbani, wazazi wako waliokuleta hapa duniani, wanaweza kukutafsiria kule ulikotoka, lakini wazazi wako katika Bwana wanakuandalia kule unaenda. So your past is attached to your biological parents but your future is attached to the grace that is upon your parents in the Lord, your spiritual parents